yangu kwa Watanzania, tubadili mtazamo tunavyoiangalia sekta binafsi. Hatutashughulikia jambo linalohusu ajira kwa vijana wa Kitanzania kama mtazamo wetu utakuwa hasi wa sekta binafsi, kwa kwa output hizi tunazozipata, kwa matoleo tunayopata ya vijana kutoka vyuo na ngazi mbalimbali wanaokwenda kwenye soko la ajira milioni moja, milioni moja na nusu mpaka milioni mbili kwa mwaka. Mkombozi pekee wa kuwafanya vijana hawa wawe na kazi zenye heshima ni lazima tujenge sekta binafsi yenye nguvu. Kwa mazingira ya sasa Hakuna nchi ambayo imejenga uchumi mkubwa ikawa nchi yenye uchumi mkubwa kwa kukuza tu sekta ya umma peke yake. Zote hizo zimekuwa nchi zenye uchumi mkubwa kwa kukuza sekta binafsi. Tena kwa sasa, hiki mnachofanya ndiyo injini ya kukuza uchumi. Serikali itatekeleza yale masuala ya kiutawala yakiwemo ya kisera, lakini pia serikali imeendelea kutekeleza maeneo ambayo yanahitaji e, marekebisho ya masuala ya kiutawala ili kuweza kufanya mazingira yawe rafiki kwa vijana wanaofanya shughuli za aina hii. Tumeshughulikia mambo mengi, yamebaki yale ambayo yanatuhitaji wote kama taifa kubadilika, yale ambayo yanatuhitaji wote kama taifa, sio serikali tu, wote kama taifa, kuhusu mtazamo tunavyoona sekta binafsi. Bado tuna kazi kubwa kuhusu jinsi tunavyoiheshimu sekta binafsi, na hili si la serikali tu, ni la jamii nzima. Sisi kama Watanzania lazima tubadilishe mtazamo tunavyoiona sekta binafsi. Moja, nidhamu, nidhamu ya kutekeleza haya tunayoyatekeleza kwenye sekta binafsi. Na sisi serikali tuko bega kwa bega kushirikiana nanyi, na hoja ambazo mmezitoa tumezipokea. E, na tutazifanyia kazi. Yale ambayo tulishayabaini tulishayarekebisha. Nakumbuka haya mengine ya yalikuwa ya ya taasisi ya kifedha ikitaka ku e, kusaidia mtaji kwenye benki ya Kitanzania ama kwa e, e, entrepreneur ambaye anataka kufanya kazi kupitia benki ya Kitanzania kulikwepo na vikwazo vikwazo tulivirekebisha. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo bado linakwamisha, metolea mfano mojawapo ili hapa, kama yapo na mengine yafikisheni kwenye wizara yetu ya kisekta, yatashughulikiwa, yatafanywa kazi ili kuweza kuondoa mkwamo huo. E, mimi nimekuwa serikalini i, i, i, ya awamu ya ya tatu sasa maelekezo ya mheshimiwa Rais yamekuwa asiwepo na sheria ambayo inakuwa kikwazo ama kwa serikali kutimiza wajibu wake kwa wananchi, ama wananchi wenyewe kujiletea maendeleo. Kwa hiyo hakuna kikwazo kama, kama lipo jambo linaloonekana kikwazo e, kiwe cha kisheria ama cha kikanuni, leteni lirekebishwe haraka. Leteni lirekebishwe haraka. Serikali haina kipingamizi kuhusu kurekebisha hayo mazingira na kuwawezesha Watanzania kujiletea maendeleo na kama nilivyosema